Uchumi wa flem <laughs> <laughs> maki mtoto wako iko Uingereza anakwambia mzee, mimi huko Tanzania na uraia nishabadilisha mzee. Namwambia bwana, mi nimeshaacha hapa na, nimeshaacha hapa na mirathi, nikifa nizika Kinondoni. Kwa hiyo <laughs> amekana Tanzania, umekana kwenu <laughs> kwao, mnakutana afsa katikati, najadiliana <laughs> Kama tunataka kujenga uchumi wa nchi, lazima turudi kwenye misingi. We kijijini kwenu unaona uchawi, kwani mchina anaona nini kijijini kwenu? Anaona fursa kwao. Kuna vitu havihitaji ma... Una... tunasema tuna maajabu nane ya dunia, kuna maajabu ya tisa kwamba mzaliwa anaona uchawi kijijini kwao, mgeni anaona fursa kijijini kwao. Hayo ni maajabu ya tisa ya dunia. <laughs> <laughs> weka tu tafakari, kwani kijijini kwenu unaona nini? Kwa hiyo kuna mtu ambaye anatokea kwenye kijiji hii, kijiji anacho... ah, hi kina uchawi sana jamani, mimi hukujenga ah, huku hapana, mimi na watoto wangu hawezi kuja huku lakini una Mchina yuko Guangzhou anaona fursa kwenye hicho kijiji. Kama kila Mtanzania akiona kijiji chake ni fursa, matamanio ya rais kuwa na Tanzania ya viwanda kwenye vijiji inawezekana kabisa. Lakini kama kila Mtanzania aliyefanikiwa, ukisoma unasoma kabisa, unasoma vizuri tu hapo, waja kuroga maiza shule, unaenda chuo. Ukianza safari ya mafanikio, kile kijiji ni wachawi wakubwa. Mke wako naye uliyemuoa kule, unaona kwamba akienda kijijini atarogwa, watoto utakaowazaa, ukienda kijijini watarogwa. Sasa unatafuta namna kuthamanisha kijiji chako na uchawi. Unaona sifa, hiki kijiji thamani pekee ni mimi ni kifa niziko hapa kijijini kan mama anaona, watu wengi hata vijijini kwao hawaendi, anaenda kafiwa. Make the value addition ya kijijini kwao ametani kuwa grave, eneo la makaburi. Sasa kama ndio mtazamo wetu sisi wa Tanzania kwamba vijijini kwetu pana uchawi, ni eneo la kuzikwa. Basi ngoja waje watu wa mataifa mengine watusaidie kuchevusha vijiji. Ngoja waje, watusaidie kuchevusha vijiji. Lakini kama sisi tukiona kwa vijijini kwetu pana fursa, hamna mtu atakaye kuja kuchevusha kwa sababu tutajenga si uchumi sisi wenyewe kwenye mikono yetu, basi pale ni kwetu. Ninyi hapa wote hapa. Usema natafuta shamba. Nitafutie shamba la karibu na barabara. Ila mtu yuko Canada anatafuta shamba kijijini kwenu, anasafiri masaa kumi na tano kuja Tanzania, anatafuta shamba we ambaye ni wa hapo hapo, mimi natafuta shamba au uko mbali sana. Liko wapi? Kifanya mbali, kifanya mbali, sana mbali. Kama mindset ni hii ndugu zangu, mko hapa NDC wa Tanzania, kama mindset ni hii safari yetu ni ndefu sana wewe kijijini kwako unaona nini? Unaona fursa au unaona uchawi? Wewe kijijini kwako unaona nini? Nishawae kuambia hapa kuwa naongea na watumishi, nikaambia kinachoamua wa jinsia ni uchumi Kaka dada, kinachoamua pale ni uchumi. Huko kote mnakopita, swali ni moja tu, wewe kwenu huko kwenye msingi huko unakotokea wewe unaona nini? Maake tuna madaraja ya ujinga. Ndio maana utamchukua mtoto wako hapa, utampeleka kusoma Marekani, akimaliza shule kwa Marekani sema mi Tanzania sirudi. Na anaona Tanzania ni pahovyo. Na wewe mzazi wake naye ulipoenda Dar es Salaam ukafanikiwa kwenye biashara kwenye kazi na wewe naona na wewe na, na naye una daraja lako la ujinga. Kwa una mtoto daraja lake la ujinga yuko Marekani, wa Tanzania ni pahovyo, una mzazi ambaye daraja lake la ujinga nao kijini kwao ni pawachawi. Sasa wajinga wawili wakionana utakuwa na nchi ngumu? Kwa hiyo una mtoto ambaye anaomba uraia wa Marekani, una mzazi ambaye ameshakubaliana, kwa mimi ni kifa nizikwe makaburi ya Kinondoni. Sasa wajinga hawa wawili wameonana hapa katikati, lazima mjadili uchumi tu wa liquor store, uchumi wa apartment <laughs> uchumi wa <frame. laughs> mtoto wako iko Uingereza anakuambia, "Mzee, mimi uko Tanzania na uraia nimeshabadilisha." Mzee, naona namwambia bwana, mimi nimeshaacha hapa na mirathi nikifa nizika Kinondoni. Kwa hiyo amekana Tanzania, mekana kwenu, kwa hiyo mnakutana afa katikati, najadiliana. Kama tunataka kujenga uchumi wa nchi lazima turudi kwenye misingi.